Naibu Spika, nashukuru. Natumia kanuni ya 47 kanuni ya kwanza, kanuni ya 47 kanuni ndogo ya kwanza, ya pili na ya tatu, na wewe ikikupendeza utatumia kanuni ndogo ya nne kuruhusu jambo hili. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, nitaka niombe shughuli za bunge ziahirishwe ili tujadili jambo la dharura ambalo limekuwa likitokea kwa muda mrefu katika nchi yetu. Mheshimiwa naibu spika, kumekuwa kukitokea matukio ya sintofahamu, na sio tu kuhusu wabunge, hata raia. Kumekuwa na kikundi ambacho kimekuwa kikiteka watu miongoni mwa watu waliowahi kutekwa ni Mheshimiwa Msukuma, Mheshimiwa Bashe kwenye mkutano mkuu wa CCM, ndugu Malima ben Sanane amepotea juzi, ametekwa ndugu roma Mkatoliki. Na Mheshimiwa naibu spika nasema ni jambo la dharura kwa sababu hawa ni wale ambao wanafahamika. Hatujui ni watanzania wangapi hawafahamiki katika ngazi za chini, na zipo taarifa, Mheshimiwa naibu spika, ambazo binafsi nimezipokea kutoka kwa baadhi ya mawaziri wakinitahadharisha mimi binafsi kwamba, Bashe, kuwa makini, wewe ni mmoja kati ya wabunge kumi na moja ambao wamewekwa katika listi. Mkikaa barabarani vibaya, mnaweza kupoteza maisha yenu. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema jambo hili ni dharura kwa sababu kikundi hiki kilichomo ndani ya idara ya usalama wa taifa ambacho kimeamua kuchukua mamlaka haya ya kuteka watu kinaharibu heshima ya serikali yetu, kinaharibu heshima ya chama changu ambacho mimi na wabunge wenzangu wa chama cha Mapinduzi tuliomba ridhaa ya kutaka kuwaongoza Watanzania na sio kuwahatarishia maisha yao. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa naibu spika, uruhusu jambo hili tulijadili kama bunge, na ikikupendeza, bunge hili liunde komiti maalum ya kuweza kuchunguza jambo hili linaloendelea katika nchi yetu ama kuiagiza Kamati ya Usalama na Mambo ya Nje ya bunge hili iweze kufanya kazi yake na kutuletea